mkubwa umri wake ni mdogo tu jamaa, miaka 40 actually, na hii ni siku yake ya, ya kuzaliwa. Kwa hiyo ameamua kuwaleta wasanii wakubwa eh, kwa ajili ya kusherekea nao katika siku yake ya kuzaliwa akiwemo Ramsey Noah. Huyu ni msanii wa kuigiza aliyeigiza Devil Kingdom na Kanumba, lakini pia yupo hapa Diamond Platnumz kutoka Tanzania na vile vile yuko Davido kutoka Nigeria. Kwa hiyo hiyo ni list tu ya watu wachache, kuna wakina Sakode mara hapa maarufu huko Ghana na wasanii wengine kibao. Tutakupa update kadri ya muda unavozidi kwenda, lakini situation ya Diamond kuwepo kule Ghana ni moja kati ya vitu ambavyo vimetrend kwelikweli, kwa sababu e, ikiwa tayari ameshafika baada ya kutumiwa ile private jet na huyu jamaa, imempeleka Ghana. Lakini pia kitu ambacho sasa hivi kina trend katika page kubwa za zaki za Afrika huko Ghana, eh, katika blogs kubwa huko Ghana sasa hivi kitu ambacho kina trend zaidi ni Diamond Platinumz kuonekana akiwa yuko Bennett na bilionea huyo. Kwa hiyo hapa kuna video lakini pia vile vile hapa kuna baadhi ya peji zimekuja kuripoti, kwa mfano kuna page hapa inaitwa Afro Africa, hii ni page kutoka Ghana huko, wameandika kwamba Diamond Platinumz spotted with the CEO of Bills in Accra ahead to his 40 birthday wakiwa wanamaanisha kwamba bwana msanii Diamond Platnumz ameonekana akiwa yuko na bilionea wa kampuni ya Bills, ambapo hii ni kuelekea katika kusherekea kwa miaka yake 40 ya kuzaliwa. Umeona bwana, lakini pia hapa bongo kuna peji na kwenyewe napo pia zimeripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano, kwanza wasafi wenyewe wamepoti wakasema kwamba Diamond Platnumz, mwigizaji wa Nigeria Ramsey Noah, pamoja na bilionea wa Ghana, Richard Kwae wameonekana huko Accra, Ghana kwa ajili ya sherehe za kumbukumbu ya kuzaliwa ya bilionea huyo. Peji nyingine wamelikopa tayari, star wa muziki wa bongo Flava Diamond Platinumz yuko nchini Accra, e, yuko, yuko huko Accra nchini Ghana kwa ajili ya, ya birthday ya bilionea Richard Kwae, ambapo hapo walikuwa ni usiku wanatoka kwa ajili ya pre party ya siku ya tukio hilo la leo. Kwa hiyo birthday yenyewe ni leo, kwa hiyo kuwa karibu nasi, tutakuletea update zote kuhusiana na hii birthday na wasanii wengine kibao wakubwa kutoka Afrika ambao wataonekana katika E, katika sherehe hiyo unaambiwa kwamba pia Diamond Platnumz ameonekana akiwa anapiga picha na masta mbalimbali akiwemo mwigizaji wa Nigeria Ramsey Noah. Yani Ramsey bwana, alipomuona Diamond bwana, alishindwa kujizuia kabidi ya mfuata amwambie kwamba e, bwana kaka, naomba tupige picha na hicho hiyo. Ni moja kati ya videos ambazo zimeenda viral zikiwa zinaonyesha Ramsey Noah akiwa anapiga picha selfie na star kutoka Tanzania Chibu Dangote. So ukiwa kama mdao